Surprise ya kimataifa mimi nimekuwa nikimfuatilia, nimekuwa nikimuona, nimeona ujasiri ambao amekuwa nayo, nimekuwa nikifuatilia maneno yake. Lakini leo leo, mheshimiwa, naomba kwa heshima, tafadhali, naona unapita, unakimbia. Kwa heshima, tafadhali, niko loyal kwako, mheshimiwa, i am very loyal Salamu. to you. alaykum unajua, nilibadilisha dini, najua mabu na nimefurahi sana, nashukuru sana Saya. mimi kwanza nataka najua uko na haraka kwa sababu naona na unakimbia yeah. Nataka ni kwambie kitu moja, napenda uongozi wako, napenda vile unaweka vitu. Ukiangalia kwa contents zangu mingi sana nahusisha Mwenyezi Mungu, kwa maana wewe siku zote, hakuna siku nye mdomo wako hajatamuka jina la Mwenyezi Mungu. Lakini kuna shida, tena shida kubwa sana uhum. namba 1, umenyamaza. Namba 2, watu wanasema our incoming governor Mombasa hasemi chochote na bado kuna uvumi inasemekana, eh. Umeachilia kiti, lakini tusiongelee eh. Kwa vile hatutaki siasa, nimekupata huko kwa private affairs. Haya, nitajibu swali zote tatu. yes. Ya kwanza watu wanasema niko kimya. Ni kweli niko kimya kwa sababu nimepitia mitihani ya kila aina uh -huh. Mwaka uliopita Desemba niliweza kupata jeraha la goti na nikafanyiwa operation Mombasa, nikaharibika nika nikapelekwa Nairobi Hospital nikarekebishwa kisha nikatimbia nje yes. maliziwa yes. na duration ile nilikuwa nimepewa ni b Months, lakini hii Desemba takuwa nagonga mwaka uh -huh. Kutembea sasa, alhamdulillah anatembea uh -huh. Lakini kwa uchungu yeah. na natembea kia fursa yeah, yes, yes. Hiyo ndio ya kwanza a nyamazi yes. Kwa sababu huwezi kuwa wazungumza na afya yako ni mbaya, ni, ni ni so, hiyo ni ya kwanza yes. ya pili umeuliza, yes. ni... gavana gavana, si tunajua ndo gavana wetu <laughs> mimi najua wewe ndo gavana incoming Mombasa, huu ndo huu ndo wano wa Mombasa. Wacha niweke sawa mm -hmm. Niseme riziki yatoka kwake Mwenyezi Mungu, kwa hivyo atakalo Mwenyezi Mungu litafanyike, lifanyike vile Mwenyezi Mungu, ah, Mungu, Mungu. Sitaki kusema mengi kuhusiana na siasa yes. Lakini vile Mwenyezi Mungu anataka yes. Ndio itakua Mheshimiwa, mimi nimeepa, niko hapa Dubai kwa vile natafutwa sana na majenzi wa Kenya na Tanzania <laughs> lakini kwa hayo yote hidi tunafanyangaje?